Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yangu hii azedi ya vutema leo nakukaribisha tena tuweze kuangalia kwa nini Wasukuma walikubali kutawaliwa na dini wakaacha mila zao. Kama nilivyotangulia kusema kichwa cha habari hapo juu kuna sababu zilizopelekea Wasukuma kweli kuziacha mila zao na kufuata dini sababu hizo ndugu msikilizaji ningependa ufuatane nami ili uweze kuzijua sababu ya kwanza hawa walioleta dini walitumia mbinu moja ya ubunifu sana kwa mfumo wa dini sababu hii ya ubunifu kwanza walibuni kwamba tukienda tukapinga mila na desturi zao hawa watu hatuwezi kuwachukua wakaja wameikubali mila na desturi, lakini wao wametengeneza mfumo wa kuiboresha na kuonekana kana kwamba na wao ni miongoni mwa jamii ya Kisukuma. Ndugu msikilizaji, naona hapa hujanielewa. Ngoja nitoe mfano. Kwa mfano, kanisa la RC walikuja na mfumo mmoja, wakaleta mapichapicha mengi, wakasema hawa ndio wakurugenzi ambao wako mbele ya Mungu kutuombea kwa hiyo tunapokuwa tunaomba Mungu tunaomba wakurugenzi wazee waliotangulia, basi tunamwomba Mungu kupitia hao wakurugenzi, na wao wanatuwakilisha kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu peke yake ndiyo anayetujibu na kutupa tunachokiomba. Lakini vile vile walikuja na mfumo hata ya ujengaji wa nyumba za kuabudia, walizijenga kwa mfumo wa nyumba zinazo patikana katika jamii ya Kisukuma ikiwemo nyumba ya Itemelo, wengine wanaita mganda. Hii nyumba hata kwenye makanisa ya Kiroma mara nyingi zimekuwa zikionekana zipo. Unaweza ka ukakuta kadogo kanaitwa ka Mtakatifu Yosefu, unaweza ukakuta kadogo kamejengwa kanaitwa ka kana Mtakatifu powa ngapi. Kwa hiyo huu mfumo uliwakuta Wasukuma na kuona hawa ni wenzetu lakini pia walikuja na aina ya pili. Aina hii ni aina ya mafundisho waliokuwa wakiyafundisha. Mafundisho mengi yalifanana na mila za Kisukuma, hata kuwashawishi wasukuma wengi wajiunge. Kitu cha kwanza ambacho walikuja kushawishi, kama nilivyotangulia kusema kwenye klipu zangu za mwanzo, kwamba msukuma ni mtu wa amani, sio mshamba lakini anapenda kujifunza. Basi walivyokuja na mfumo wa amani, na msukuma naye huwa huwu anasapoti sana amani, kwa hiyo walimpokea. Lakini kitu cha pili ambacho alikifanya huyu mleta dini, alikubali baadhi ya tabia za wasukuma, kwa sababu wasukuma wanasamini sana amani, burudani na vitu vya visivyo wabana sana. Kwa mfano, aliruhusu wanywe pombe, wanywe kidogo wasilewe. Haya hata maandiko ni kuwepo kabisa, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji. Lakini vitu hivi viliwavuta Wasukuma kwa sababu waliona jamii hii au mfumo huu upo pamoja na sisi. Ndiyo sababu ya wao kujikuta wameacha e, mila na kufata mfumo wa dini. Kitu cha tatu ambacho kiliofanya Wasukuma wavutike ni ule ushawishi uliotumika na hawa watu wa dini, kwani watu wa dini walisema kwamba tunakusanyika pamoja halafu tunamwomba Mungu kwa pamoja, kwa sababu kila mmoja tunamtegemea Mungu, pamoja na kuwa na wakurugenzi na mizimu na nini. Lakini hii mizimu hata sisi e, tunamuo tunaiomba, lakini tunaiomba tunaikabidhi maombi yetu iweze kwenda kutuombea kwa Mungu, kwa sababu inaaminika mtu aliyekufa yeye yeah, ana uwezo wa kuona Mungu alipo na kwenda kuzungumza hoja za wanadamu. Basi kwa ushawishi huu ulitosha kabisa msukuma kumfanya aweze kuungana na dini na kuisahau mila na desturi. Lakini kitu kingine cha cha nne ambacho kiliwafanya wasukuma wa kukubali dini ni ile sehemu ya kukutania au sehemu ya kuabudia, sehemu ya makutanio. Sehemu hii, mimi katika uchunguzi wangu, naamini kabisa aliyeleta dini, naye kuna namna alifanya, ili kuwaweka pamoja watu hawa, kwa sababu kama tu ni akili ya kibinadamu, mtu anaweza kukataa. Naamini hata mizimu ya watu hawa lazima ingepinga, lakini katika hili inaonekana kabisa hata mizimu na yenyewe ilikubali kujumuika, sehemu ya majumuiko, sehemu ya makutanio ili kuabudu. Ndiyo maana utakuta hata wasukuma walio wengi sana wanaisapoti sana dini ya Kiroma, kwa sababu hii ina mifumo inayoenda sambamba nao. Ndugu msikilizaji, nikukumbushe tu tusabskribe chaneli yangu na kulike na kushare pia. Usisite kucomment comment ili tuwe pamoja. Asante sana.